wake lakini pia ni kocha, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mwalimu wetu amefika salama, na tunayo furaha kubwa, mwalimu wetu amewasili nchini Tanzania kuja kuanza majukumu yake. Tunayo furaha kubwa kumtambulisha Dimitar Pantev kuwa meneja mkuu wa klabu ya Simba Sports Club ambaye jukumu la kila msingi litakuwa ni kusimamia, eh, kusimamia ustawi wa timu yetu hasa kwenye eneo la kikosi, eneo la wachezaji, eneo la bench la ufundi na maendeleo ya kiufundi kwa ujumla katika timu yetu ya Simba Sports Club. Maswali yamekuwa ni mengi sana, eh, mara baada ya kumtambulisha Pantev na kumtambua kuwa ni meneja mkuu na siyo kocha mkuu kama ambavyo tumezaliwa tukiona makocha wakiitwa makocha. Kimsingi ni kwamba e, tumefanya mabadiliko kwenye utendaji kazi wetu kwa maana ya job description sanjari na majukumu yake. Tumemwongezea majukumu mwalimu wetu Pantev, kutoka kuwa kocha kwenda kuwa meneja. Kocha ni mchezaji ambaye anadili on the field, yani ambaye anadili na majukumu ya field pekee. Kwa maana ya uwanja wa mazoezi na uwanja wa mechi. Sasa tumehama huko. Kwa Pantev yeye tumemwongezea majukumu. Ana, anakuwa na jukumu jingine la kusimamia ustawi wa wachezaji kwa maana ya usajili wao, maslahi yao, na kama haitoshi kutoa mapendekezo na ushauri: nani asajiliwe, nani aondolewe, nani abaki, nani atolewe kwa mkopo. Kila kitu kuhusiana na wachezaji kinakuwa kinapitia kwa meneja Pantev, lakini vilevile kuzungumzia maendeleo ya mchezaji mmoja mmoja na kutoa ushauri, lakini kusimamia technical staff wenzake wote, kwa maana ya kusimamia eh, kit manager kumsimamia team manager, kumsimamia eh, food manager, kuwasimamia watu wote wa masuala ya, ya, ya, ya kiutabibu. Hiyo ndio inakuwa kazi yake yeye. Kwa hiyo tumemwongezea majukumu kutoka kuwa tu kocha na kwenda kufanya majukumu yote ambayo yanahusiana na kikosi, na huu ndio utaratibu wa dunia nzima, hasa dunia ya kwanza iliyoendelea. Huku dunia ya tatu ndiyo inawezekana ikaonekana ni, ni jambo jipya, ni jambo la ajabu, lakini kiuhalisia ni jambo ambalo lipo kwenye modern football. Na kwa kuwa Simba Sports Club ni timu inayoona mbele, tumelazimika kufanya hayo mabadiliko. Ni kama ambavyo zamani ilikuwa eh, kila msemaji wa timu anaitwa tu afisa habari, afisa habari, msemaji na vitu kama hivyo, lakini baada ya Simba kuintroduce meneja habari na mawasiliano hivi sasa kila msemaji katika klabu yake naye anajiita meneja habari na mawasiliano yote hiyo, ni Simba Sports Club ndio ilitoa darasa na elimu na kutoa mabadiliko mapya na kuintroduce meneja habari na mawasiliano, na wengine wote wakahama huko wakaanza kujiita na wenyewe meneja habari na mawasiliano hata kama hawajui maana yake, lakini waliamua kuiga nini Simba Sports wamefanya. Kwa hiyo na hii tumehama, tunaamini na wengi pia watatufuata huko huko. Kuhu ni, ni kwa watu wa hofu wale ambao wameshaambiwa kwamba kocha mkuu hivi sasa kikanuni ni Suleiman Matora. Huyu anakaa kama meneja. Hizo ni kanuni tu hizo ni kanuni lakini, huyu ni meneja mkuu ambaye ndani yake kwenye ile menejerio kuna coaching staff, kuna coaching technique, kuna coaching mipango, sijui umeelewa. Kwa hiyo utakapokwenda mazoezini, utamkuta meneja anasimamia mazoezi utakapokwenda kwenye mechi utamkuta meneja, popote utakapokwenda utamkuta Pantev anatimiza majukumu yake ipasavyo. <laughs> Kuna kit manager, mnaelewa? Kwa hiyo meneja liswatishe, alafu kuna player manager. Mnaelewa, eh? kazi yake ni kupanga ratiba. Leo tunaingia kambini saa ngapi, natoka saa ngapi, chakula saa ngapi, alafu kuna food manager kwao. Msichanganyikiwa na neno manager, alafu kuna meneja mkuu. Sasa overall managers tuliokuwa nao, tuna meneja mkuu ambaye ni bwana Pantev. Nyinyi shida yenu nafikiri meneja ni kama ni kama meneja wa wale jamaa zetu ambaye anashika